Makala hii inaeleza namna Donald Trump alivyomteka Maduro, rais wa Venezuela, lakini pia inaeleza sababu za kumteka. Lakini tutachambua kikosi kilichohusika na utekaji huo, kikosi hatari kutoka Marekani, kikosi cha Delta Force. Wanatumia mbinu gani hawa? Lakini pia tutaangalia namna ya kuwa salama na mambo haya. Raisi wa Marekani Donald Trump amefanikiwa kumteka rais wa Venezuela Nicolas Maduro akiwa na mke wake. Vikosi vya Marekani vimeingia Venezuela kisha vikamchukua rais wa Venezuela na kuondoka naye. Ni ajabu rais aliye madarakani tena akiwa Ikulu kuvamiwa na nchi nyingine na kuchukuliwa na kupelekwa nchi nyingine. Ni ajabu sana. Sasa wanza na sababu. Sababu gani zimepelekea utekaji huu? Sababu ya kwanza ni rushwa. Hii inatajwa katika maeneo yote ambapo Marekani ilifanikiwa kuingia. Sababu ya kwanza huwa inatajwa rushwa, kwa sababu rushwa ni kitu ambacho sio rahisi kupambana nacho. Lakini sababu ya pili inayotajwa na, na Marekani kuingia na kumteka uh, Maduro ni uuzaji wa dawa za kulevya. Marekani inamtuhumu Maduro kwamba anaongoza genge la kuuza dawa za kulevya. Kundi hili linatuhumiwa kuingiza unga Marekani, rais anatuhumiwa kuuza unga, rais anatuhumiwa kuwa zungu la unga na Marekani. Lakini Maduro anatuhumiwa na Trumpu kuachilia wafungwa makusudi wale wafungwa wale tena wale hatari, kwamba anawaachilia makusudi na kuwapeleka katika mpaka wa Marekani ili waweze kuingia katika nchi ya Marekani. Lakini pia Marekani namuona Maduro ni tishio, kwani anashirikiana na Urusi, anashirikiana na Uchina, anashirikiana na Irani na pengine anahamasisha majirani wa, wa, wahamasishe ushawishi anahamasisha wa, wahamie huko. Lakini sababu nyingine uh, Marekani haimtambui Maduro kama mshindi wa uchaguzi wao. Wanaamini Edmundo Gonzalez ndio ambaye alishinda, hawamtambui kama kashinda. Kwa hiyo Marekani inamwona Maduro ni dikteta na inamfananisha na dikteta aliyewahi kutikisa miaka ya themanini eh, kutoka Panama mwaka 1989. Dikteta mmoja anaitwa Manuel Noriega ambaye aliwahi pia kuchukuliwa na Marekani akiwa Ikulu, kabebwa <laughs> sasa msikilize mwalimu msikilize mwalimu. Haya yote yanayotajwa na Marekani kama sababu ya kumkamata rais wa Venezuela Maduro ni uongo mtupu, uongo mtupu. Sababu hasa iliyo nyuma ya haya, sababu hasa ya kukamatwa kwa Maduro ni mambo mawili tu, mafuta na madini, mafuta na madini ambayo yanachukuliwa zaidi na Mrusi, yanachukuliwa zaidi na Irani, yanachukuliwa zaidi na Mchina, na Marekani yanaonekana kama hapati kitu pale. Mafuta na madini, uh, Venezuela ukienda kusini mwa Venezuela ni madini tu. Venezuela ina mafuta, Venezuela ina dhahabu, Venezuela ina utajiri wa chuma, ina utajiri wa bauxite ambao ndio inatengeneza aluminium. Venezuela wana gesi ya asili Venezuela wana almasi, lakini Venezuela wanaponzwa kwa sababu wana madini adimu, tantala. Tantala madini adimu kabisa, madini yanayohusika na utengenezaji wa kiteknolojia, madini ambayo ndiyo yanasaidia katika utengenezaji wa, wa, wa wa teknolojia mbalimbali lakini wana elementi mbalimbali mbali ambazo pengine hazipatikani kokote duniani, ziko pale Venezuela. Sasa, kama una vitu ambavyo vinahitajika duniani halafu hutaki mimi niingie kuvichukua, hatuwezi kumaliza. Ndio mambo haya unayaona yanatokea una ya sasa. Kwa hivyo tunajifunza kwamba rasilimali, msikilize mwalimu. Fikiria tu hivi, kama Venezuela ingekuwa haina chochote, wangeingia bwana? Nchi nyingi tunaziona zina mambo haya na hazina kitu, hakuna kinachofanyika wala hazivamiwi. Hmm, ingekuwa Venezuela ni jangwa halina kitu, wangeingia kwa? kwa hivyo Venezuela anaponzwa na rasilimali zake, anaponzwa rasilimali zake kwa sababu eh, hataki kumpatia Marekani rasilimali zake, anataka kuzipeleka kwa watu wengine sasa changamoto hawa watu wengine nao katika kuwalinda e, tumeona maeneo mengi, watu waliowategemea hawa Wachina Warusi tu tu, tumeona tawala zikianguka na kidogo ulinzi kutoka kwa hawa watu umekuwa ni mgumu. Sasa jinsi ya kuwa salama katika nchi yoyote yenye rasilimali, unakuwaje salama dhidi ya genge hatari la Marekani, Delta Force ambalo lina uwezo. Maduro kavamiwa. Ikulu ya Maduro iko katika kambi ya jeshi, si kwamba iko ulaiani, iko katika kambi ya jeshi. Kavamiwa katikati ya kambi ya jeshi, watu wamemchukua mzima mzima, wameondoka naye. Hiyo ni mission ya aina gani? Mission ya kumchukua rais, mission gani hiyo? E, sasa nani yuko salama? <laughs> Msikilize mwalimu. Sasa tunawezaje, tunawezaje kuwa kuwa salama na kuwa salama na mambo haya na delta force Vikosi vya ulinzi vya nchi yoyote zinatakiwa ama vinatakiwa vifahamu mbinu zinazotumiwa na Delta Force kukamilisha operesheni zao. Ukishajua mbinu anazotumia adui yako, unakuwa salama. Unapotaka kumnyang'anya Marekani rasilimali zako, ubaki nazo wewe, yeye asizishike. Sijiandae na Delta Force. Sasa ili uwe salama na Delta Force ufanye nini basi moja unatakiwa ufahamu mbinu zinazotumiwa na hiki kikosi cha makomando kutoka Delta Force hutumia mbinu gani watu hawa Delta Force hawatumii nguvu katika misheni zao misheni zao hufanya kwa siri haivuji huwezi kujua siku wanakwenda kushambulia, wanajua wao tu. Delta Force hawashambulii bila kuwa na picha, hawawezi kuvamia sehemu wasioifahamu. lazima kwanza wawe na michoro, wawe na picha, wafahamu. Kwa lazima ufahamu Ikulu yako wewe imejengwa na nani, wangapi wameingia wakapiga picha? Delta Force hawana picha hizo. Ndio maana tuwekeze katika mainjinia wazalendo labda taasisi inayohusika na ulinzi wa rais na mafundi inajenga yenyewe, na vijana wanakuwa wana uzalendo, wanaficha siri. Rasilimali Tanzania ziko nyingi na zinazidi kuvumbuliwa. Hata mataifa mengine, rasilimali ziko nyingi. Uganda, Burundi, kote kuna rasilimali. Rwanda, hata Rwanda, kwa pale Rwanda, eh, sema Kongo. Kongo, Ikulu imejengwa na nani? Kongo Fahamu nani kajenga Ikulu, siri za pale, michoro ya pale nani anaiona? Delta Force wanavamia bila kujua, chumba ni hiki, analala hapa, anakaa hapa, anapumzika hapa, sebuleni hapa. So, unaona sifa mtu no sifa watu wanaenda. Kuna kuna baadhi ya Ikulu katika nchi fulani za za Afrika ya Magharibi watu wanaenda kutalii, piga picha Ikulu, waona raha, unauza ramani sasa watakao jue kwamba Delta Force hawashambulii bila kuwa na picha ya mahali ulipo lakini pia ramani. Eh, kwa mfano tuseme kwamba kama ramani ya kiongozi haijulikani, Delta Force hawawezi kuingia, hawaingii katika misheni ambayo hawaijui um. lakini Delta Force wanapofanya mashambulizi yao hutumia mbinu ya flanking and cover. Mbinu hii ni mbinu hatari sana ni mbinu ambayo Delta Force hushambulia kutoka uelekeo ambao wewe hukutarajia. <laughs> Askari anapokuwa amesimama anatarajia kushambuliwa kutoka mbele, ambako anapotazama, ndio tarajio lako, ndio maana umeangalia mbele, una, una, matarajio yako yote ni huku mbele, unaweza nikashambuliwa kutoka mbele. Delta Force anakushambulia kwa nyuma, Delta Force anakushambulia pembeni, hashambulii mbele, ndio maana ni rahisi, ni vigumu sana kumzuru askari wa Delta Force, sababu hutamwona mbele yako. Utashtuka mnyuma umepigwa risasi, utashtuka umepigwa pembeni. Sikilize mwalimu, wana ufahamu udhaifu wa askari yeyote duniani, askari yeyote duniani, kwamba askari hutazama mbele tu, hivyo wao hushambulia kwa nyuma au pembeni, hushambulia mahali ambako askari hajilindi askari alindi nyuma nyuma, askari alindi pembeni, askari analinda mbele mbele, angalia tu, unageuka nyuma kidogo askari. Lakini wanapokuwa wanashambulia wanakuwa katika vikosi viwili, kundi moja linarusha makombora ba ba ba ba ba ba, makombora makombora, kama jinsi ilivyotokea kwa Maduro, kundi moja linarusha makombora, mnaanza kupambana na yale makombora, kundi jingine linaingia kumchukua mpendwa wenu velize kundi moja linapiga makombora pale pa mnaanza kupambana nalo wote k jingine linaingia kwenda kumchukua ndugu yetu kiulaini kabisa, tasikia tu yuko Marekani sasa. <laughs> Msikilize mwalimu, Delta Force hutumia silaha gani? Hutumia silaha maarufu sana ya Heckler and Koch HK416. 10 inch bar variant. Bunduki hizi ndo wanapendelea sana kutumia katika bunduki za rasha rasha wanazopenda. Uh, wanapenda sana kutumia bunduki, lakini wanakuwa wameiongezea vitu, inakuwa ina si na darubini, ina taa aina ya M6000 PEQ laser sight na RC556 suppressor kwa kwambayo huwa mnaangalia movie nadhani kwenye movie ushawahi kuona bunduki fulani hivi na kabla haijapiga inamlika na taa nyekundu. Unaona adui kamlikwa na kitu kama taa nyekundu hivi. Ndio ndio aina ya ya ya isko wanapokuja kwenye mission zao lazima umlikwe na ile taa. Maduro bila shaka kamlikwa na hiyo. Unapenda bastola na Glock 19 au Glock 17. Njia ya kwanza ni kujua mbinu zao. Wanashambulia kutoka uelekeo ambao wewe hukutarajia. Nyuma, pembeni, njia ya pili, ambayo haiwezi kushindwa, kuhamasisha wananchi wa nchi yako wazitambue rasilimali zao wa, wawe wazalendo, kuhamasisha uzalendo. Delta Force hawezi kumchukua rais katika taifa lenye uzalendo uliotukuka. Putin hawezi kuchukuliwa namna ile. Rais wa Korea Kaskazini kiduku huwezi kumchukua namna ile. Kim Jong Un wezi kumchukua namna ile. Ni mataifa ambayo uzalendo uko chini ndio rais anaweza akafanywa mambo haya. Maduro si wa kwanza. Panama, rais wa Panama alifanywa mambo haya chukuliwa, chukuliwa. Raisi anachukuliwa na kikosi kutoka nje, hmm? Manuel Noriega alichukuliwa haya haya mambo unayoyaona. Kwa hivyo tuhamasishe uzalendo, tusikome kuhamasisha uzalendo. Watu wakipenda nchi yao, watu wakilipenda taifa lao, watu wakizipenda rasilimali zao, aisi hawezi kushughuliwa namna hii. Sasa kikubwa ambacho tunajichanganya sisi wa Tanzania na watu wa Afrika kwa ujumla, tunachukia nchi badala ya kuchukia wezi ukuta. Mtu anasema rasilimali zichukuliwe tu, bora aje tu Trump aingia hapa afanye hivyo. Kuna watu wengine wanaomba Trump, njo chukua, afanye hivi. Tunachukia, tunachukia nchi badala ya kuchukia wezi. Chukia mwizi, chukie nchi yako. Napompa rasilimali zako Donald Trump, unapata faida gani? hata Donald Trump wenyewe anakuona wewe ni mwendawazimu, anakuona wewe ni hamnazo. Kwa hivyo tuwekeze katika uzalendo, tukiona vijana wanaoipenda nchi yao nani atawapa? Huwezi kufanikisha misheni kubwa kama hii ya kumwondoa kiongozi mkubwa wa nchi bila watu wa ndani kueleza baadhi ya mambo. Niwatakie siku njema, lakini naamini mlimsikiliza mwalimu sasa nataka niwaache na swali. Nimemsikiliza mwalimu akifundisha, mwalimu anawaacha na swali. Sababu halisi ya Marekani kuvamia Venezuela ni ipi? Niandikie jibu kwenye komenti na mwalimu nitasahihisha. Mwe na siku njema.